Kwa mujibu wa mwanachama Young Africans Aji Sande Manara akizungumza na waandishi wa habari akisema kauli yake, anamtaka injinia Saidi aitishe kikao cha haraka, wanachama pamoja na viongozi, ajenda namba moja dabi kutocheza. Yule anataka kuvuruga wenzake. Yule kwanza uelewa eh, yani yule na, na, na yule jamaa wa TFF hmm, wana matatizo yao. Sasa wanataka waingize wale viongozi kwenye matatizo yake yeye, kwa sababu siku ile alikuwa na mzigo mzito hmm, na akautua, yani kama alikuwa amekabwa hivi kaumaliza ule mzigo kaondoka zake. Ndio maana nakwambia hivi, mpaka midai tunaenda mitamboni ngoma draw Yanga wasizunguke na mabango wasizunguke na nini, wakumbushwe ile 2021 lakini ya Africa. Mpaka sasa hivi hajatoa taarifa kuhusiana na Haji Sande Manara, kwa kwa hawezi kutoa kwa kwa sababu yule sio kiongozi yule, mwanachama kama mimi tu. Kwa hiyo swala langu, mtu anaweza kalibeba au asilibebe na, na sio kwa muhimu, watu wanasema ametumwa shauri zake. Hata kama ametumwa atajua yeye mwenyewe ile ukweli ninaokuambia. Yanga na mabango, bodi ya ligi, mambo mpaka sijajua. Asingestahili hiyo elfu mbili na ishirini na moja Yanga ameshushwa, unaruhusiwa kupanda baada ya muda gani? Ndio sijaelewa. Sio daraja no tu, eh, kuu ila wakaogopa kuishusha daraja hii, itakuwa kazi. Na safari hii mm, Yanga Afrika wao wanavyolalamika bila kujua kwamba walioahirisha mechi ni wenye mpira wao wenye Sports. So Simba mligomea, so, so uh -huh. sangapi wamefanyiwa faulu ya kanuni kutofanya mazoezi, kusema eti kwa sababu mjafanya mazoezi mechi mchezi na sisi tunaelewa no, na wao wanatuambia hivyo, mbona mechi zingine mmekuwa mnacheza mechi mnatokea Bagamoyo Zanzibar, hamjamji uwanjani hmm? unaelewa mpaka hapo mm. unaelewa mpaka hapo yeah, yeah. Kwa kwa jumla Yanga Yanga wanazingua Yanga, hmm, wanazingua tena, sio padogo hmm. Wakumbuke makosa ambao wao wanafanya, tukifukua makaburi Yanga alivyobebwa mpaka, chukua hiyo miaka alivyochukua hiyo alivyochukua hiyo huyo ubingwa

Swala Morrison walituaminisha wakatuambia hivi mpaka yeah. Si, wakili wao yule, akasema hivi. Swala hili likishindikana, mimi nawacha uwakili ndugu yangu, muona bwana huku na kule, Yanga Chali kabisa hivi kwamba Kagoma ni mali yetu, nyimbo juu na vigeregere. Mwisho wa siku kacheza Simba ngoma hmm. wawena mpaka uwanjani pale, Simba mekuja kuchukua mtu kaondoka naye Yanga. Wana vituko vya ajabu katika mpira wetu wa Tanzania. Uwezo ukatoa basi hapo ukapeleka Bunju. Mtu wa mpira unalipeka na nini? Basi kuna nini huko, kipigwe kipigwe sasa. Bunju mazoezi hawapo, yani unapeka nini

Sasa safari hii bodi ya ligi kama watajiuzuru mimi nitawashangaa sana. Bodi ya ligi kama watajiuzuru. Bodi ya ligi wakitoka kwenye ki mimi nitawashangaa sana. Msimamo ni huo huo mwanzo mwisho. Alafu nawaambia wiki hii wataje tarehe ya mechi. Wataje tarehe ya, ya marudiano ni lini? Kama, kama hata taje nitajua naiogopa Yanga. Kama hata sema tarehe ya mechi najua naiogopa Yanga. Timu ziko 16 kwani timu moja iwasumbue moto leo wa, waliokuja nao kina Karia huu huu mpaka mwanzo mpaka mwisho. Na jumapili ya Karia namwombea rasmi na bodi ya ligi wote naombea, na watabaki ndani ya ligi, wataongoza ligi yetu, na ligi yetu itaenda mpaka mwisho. Yanga wao nishawajua mimi, Yanga mimi siwaamini kwa chochote, maana wametudanganya sana sisi. Uamini wapi sisi, kukushindisha, kukushindisha mashabiki wao TFF pale mpaka asubuhi. Msiwe na wasiwasi, jua Yanga bwana, wana imani Yaani unajua na imani msiwe na wasiwasi, mechi tu hii hii kesi tumeshinda. Watu wameenda TFF pale. Baka asubuhi ngome ikapinduka. Oh, wao hoji wana chama wao, kwa nini Yanga anapenda kutudanganya? Kwa kwa ujumla ni kwamba hivi Yanga hii miaka minne ambayo Karia juzi kasema Yanga amenufaika. Nilitamani kujua Yanga kanufaika kwa njia zipi? Je, kwa kutumia JSM kama kanufaika? Kwa sababu JSM inawezekana wewe una timu Mbona bwana? Wewe una timu kwenye ligi kuu. Alafu una vilabu vingine tena unadhamini humo humo. Mchungaji nane. Mchungaji mbona mtishinda msimu hivi? Hivi nane nane nane mara tatu inakuwa ngapi? Sasa kwa ana point 24. Wakaniuliza ina maana ana Simba. Inawezekana na Simba, si tu kwamba tukatimua wale wale maduka. Na duka moja likaomba msamaha. Sijui unawakumbuka. Na moja likaomba msamaha kabisa. Zile goli tano zile. Simba ni watu wa mpira kaka. Kani katika klabu ambayo ni ya mpira Afrika Mashariki ni Simba. Simba wamenyoka hapo hivi. Kanuni tu wanaenda kwenye kanuni. Ile upande wa pili. We! Hao wa Yusufu. Kwanza waaminiki. Waaminiki oh, kusema gani? Yanga. Yanga naamini. Anga, <laughs> achana nao. Wewe utaona sasa hivi. Mimi Yanga nikuja kuamini ile swala la Morrison. Nikajua Yanga hamna kitu. Hata ile la Kagoma. Mimi niliamini kwamba mambo yanayozungumza Yanga ni kweli kabisa. Ah, Jamaa mmoja asema kanambia, hawana lolote, tunawajua. Si jamaa supu hao. Hawana lolote. Hamna kitu mle. Ya juzi wamekuja na mabango wanjani. Akaria, ondoke. Akaria, ondoke. Na kispika jamaa moja tukamshangaa asema, Akaria. Hatumtaki. Akaria. Nikapiga simu polisi. Nikambia, leteni ndinga. Kamata ndani. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Uwono mchuzi Akaria, Akaria na mimi nipo. Mimi kwa mimi Akaria anachompendea kitu kimoja. Ule bwana kuongea hawezi ila ni mtendaji. Miaka minne kazi aliyopiga Karia tokea marais waliopita waliopita katika shirikisho hawajafanya kazi kama Karia aliyoifanya. Na juzi amepewa na juzi juzi hapa apewa ujumbe wa Kafu Akaria huyo. Mimi simfagilii mtu ovyo tu, mimi nakufagilia kwa kazi ulizofanya. Yesu akasema kama hatakuniamini mimi, aamini nini basi, hata kazi hizo zifanya. Ila bwana nasema hata kazi zako atuziamini. Eh? Mimi mpaka injinia anamkubali, kwa nini mimi namkataa? Simtu hapa anafanya kazi. Wojo anielewa. Injinia anamkubali ili anayumbishwa na hawa watu waloko chini hapa. Hao watu wa chini wanayumbishwa Karia. Wanamsindikiza, sema. Sema tendo ile jamaa yule makamu yule. Yule ndio hana lolote kabisa. Hata hata. Eti anasemeje? Ukiona maji yametulia, ujue yana yana kina. Kina kinaza ikakwepa alafu kazama wewe mwenyewe vile vile. <laughs> Anawatisha. Ujue anawatisha kutoka nini? Anawatisha hawa watu kwa sababu ya nyadhifa. Nyadhifa na mpira ni vitu viwili tofauti kabisa. Usitishe watu kwa sababu ya nyadhifa. Eti leo tutaona. Yaani sasa imekuwa mambo kutishana kutishana. TFF nao wanaonyesha misuli yao. Mimi ningekuwa TFF kwanza, ningewafungia watu kama saba hivi kwa wakati mmoja. Bahati mbaya kile chozi, labda nje nigombe baadaye, ningewafungia tena kwanza. Ah, we acha tu. Alafu mpira wa kwangu mimi. Kafu naniamini nimetoka mjumbe wa Kafu. Ah, wangenyoka. Tuanze sasa kwanza ni nani? Ah, mimi mwenyewe ningejua hapo hapo. wangenyoka huyu ana nyundo sita, wewe na kuangalia kama nyundo tatu, wewe mbili, busara ya nini? Ah, bodi ya ligi hao oh, wote wayaoni mingi kwa mguto leo natoka leo hadharani. Wewe nyundo tano nyundo nne yule Manara na Manara namfungia mfungia tena maisha, nimemaliza yani kwamba wewe maisha wewe nyundo tano wewe nyundo ngapi? Si kanuni bwana, tunasema si wafungiwa kuonea kanuni inafanyaje, inazungumza maana Yanga wanatuharibia mpira. Mimi ni siko nimeenda kwenye mdawala wa TBC, nimwambia ukweli anaharibu ligi yetu ni Yanga Afrika basi full stop. Wakubwa sisi ikitokea bodi ratiba ya rig imepanga ratiba katika adabu ya kari yako Simba na Yanga. Young Africans hajatokea katika mchezo Simba, umetokea katika mchezo nani? Sasa sheria zinafuata mkondo wake bwana, mara tatu. Pie, pie, pie, pointi tau na Simba bingwa. Na mimi namishawambia Yanga timu hata no panga, Yanga timu hatapeleka. hatapeleka. Sikiliza maneno yangu. Yanga Na Simba atapata yanguaretapangwayan m ni ubingwa ambao Simba atauchukua ambao vile vile Yanga atakuwa nalalamika. Wewe utakuja kuniambia kwamba Simba anachukua ubingwa lakini wao wataendelea kulalamika. Kwa nini Simba kapata pointi tatu ndio ndo akawa bingwa? Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba haya hii sinema inayoendelea hii. Hii. TFF wasiumbe. Ujumbe wasiumbe, wasiumbishwe. Bodi ya ligi wasiumbishwe. Au kama wanaona vipi mimi wana azimio tu hata wiki moja hapo. Bwana kuna mjumbe mpya ambao tumeona bwana akae kama wiki moja hapa. Atwe, yani, yani, kama mjumbe afu nime kama msemaji wa bodi ile ningenyosha hivi. Naambia na nyie na basi lenu mpaka mwisho wake, mimi najua, Yanga tarehe itapangwa, timu haitapelekwa, hatapelekwa. Narudia ili tena ili kukumbusha wana Wanayanga, ukiwa una shida una matatizo alafu unamkemea ni sasa pepo, namkemea pepo mwenzake, haiwezekani. Pepo jua pepo atatokeje? Haiwezekani kama wewe kama unajijua wewe, kama wewe una dhambi. usimkemee mwenzako sababu naye atakuuliza mbona na matatizo kwa hao wote wana dhambi. ila wewe dhambi yako inataka kuonekana ni kubwa zaidi. Ah ah. Ulivyobebwa kwa nini usi usingekataa? Kwa bwana, kwa jumla, natoa rai yangu, sinema iendelee. Hii sinema inavyoendelea, mimi nazidi kufurahi. Unajua nafurahi nini ujue? Nawapima watu uwezo wao wa kuongoza. Kwenye changamoto ndo nampima mtu. Je, misuli anayo? Usimpime mtu wakati wa raha. Umeona mtu mwamba mmoja anaitwa ana, ana, ana, mwamba mmoja wa Simba anaitwa anaitwa Mangungu. Kile chuma kile cha Mjerumani. <laughs> Mm. Mikono. Bodi ya ligi wasinyoshe mikono, mimi wasi, nakwambia moto huu unaenda nao mpaka mwisho. Nitashangaa sana kama watanyosha mikono. Wasikubali. Wasikubali. Na mechi ilikuwa hivi. Mechi ilikuwa hivi. Hey, vinakuwa. Nikushukuru sana. Ushakuwa mchungaji ni mtu wa kunyosha.